Asante waheshimiwa wabunge. Nashukuru waheshimiwa wabunge. Ukiangalia klipu zile za maandamano, unaona kabisa kuna vijana ambao waliingia kwa kufuata mkumbo, wanaimba kwa kufuata ushabiki, hawakuwa wanajua wanalolifanya. Kwa hiyo kama mlezi, kama mama, ndio maana naelekeza vyombo vya ulinzi na usalama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 Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Ndugu zangu wa Tanzania, tujifunze kutokana na mapito yetu. Hapana shaka kwamba Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia, ila neno demokrasia kamili inaweza kutafsiriwa kwenye mitazamo tofauti haina fomula moja. Kama taifa, tunaendelea kujifunza na kujirekebisha. Hivyo basi, sote kwa umoja wetu tunapaswa tuitumie fursa hii, tuendelee kujifunza, tujirekebishe, na tukubaliane jinsi ya kuendesha nchi yetu kidemokrasia kwa kuzingatia, kwa kuzingatia tamaduni, mila na desturi zetu na sio za kuletewa.